Meya, meya, meya tuanze hapa leo ka, ka, namba tuanze na bilioni kumi na sita, okay, ambayo halmashauri ya jiji la Arusha imewekeza kwenye sekta ya afya sawa, imewekezaje? Tuanzie hapo kwanza, labda tuende kwa takwimu. uh -huh, Arusha ina vituo tisa vya afya uh -huh, ina zahanati kumi na moja uh -huh, ina hospitali moja ya jiji. Sawa. Kuna, tunakata tatu ambazo hazina huduma ya vituo vya afya, hospitali wala zahanati. mm hiyo -hmm. ni kata ya Unga Limited, kata ya Sombetini na kata ya Garenaro. Saba. lakini sambamba na hilo, katika awamu yetu ya mwaka 2020 2025 tumeongeza vituo vipya viwili vya afya, kituo cha Sokoni ambayo inaendelea kujengwa na kituo cha Olmoti. Olmoti. Jiji letu linataka kuwa amina, eneo salama sana kwenye suala zima la matibabu na mm -hmm. upatikanaji wa dawa ni asilimia 98 tunatoa matibabu bure kwa watu wa makundi maalum mm: wazee, kwa mama waja wazito, watu wenye magonjwa sugu na watoto chini ya miaka mitano. Sawa. Ehe, lakini jambo la pili labda sasa nieleze lile ambalo hukua nataka kuliuliza la asilimia 98, mm. Ehe, bako hii inawachanganya hata wananchi wengi kwenye kila amina kila eneo la huduma yani, kwa mfano zahanati kituo cha afya na hospitali pale, wanatoa aina tofauti ya huduma. Kwa mfano, huduma zinazotolewa kwenye zahanati ni ndogo kuliko huduma inayotolewa kwenye kituo cha afya. Huduma inayotolewa kwenye kituo cha afya iko chini kuliko huduma huduma inayotolewa inayotolewa kwenye hospitali ya wilaya mm. huduma inayotolewa kwenye hospitali ya wilaya iko chini kuliko huduma inayotolewa kwenye hospitali ya rufaa au ya mkoa. mm. Sasa upatikanaji wa dawa kwa asilimia 98 maana yake nini? Unapoenda kwenye zahanati pale kuna items 120. Sawa. Ndio, ndio mwisho wake kwamba huduma zinazotolewa ina labda tuseme kama items ni madawa mm. iko aina 120. mm. mm. Unapoenda kwenye kituo cha afya kuna items 178 na unapoenda kwenye hospitali yenye hadhi ya hospitali ya wilaya kuna items 320. Yaani ukisema items unamaanisha nini? Huduma zinazotolewa kwa mfano dawa. Ah, okay. sindano mm. vile vitu vyote ambavyo vinatolewa pale, so, hiyo ndio nini items. Items. Uh -huh. Sasa unaposema asilimia 98, uh -huh. ni items zinazopatikana kwenye eneo hilo. Sasa hapa mnisikilize vizuri. uh -huh. Unaweza kwenda kwenye kituo cha afya, umevunjika ume mguu, sasa unatakiwa ufanyiwe operation uh -huh. au kwenye zahanati uh -huh. pale hawataweza kukupa huduma hiyo ya nini operation, ya operation kwa sababu operation sio moja items ambazo zinapatikana kwenye zahanati uh -huh. ukaenda pale ukaandikiwa dawa, lakini dawa hizo wanaweza kukuambia hapa dawa hazipatikani, labda naenda kwenye pharmacy. Sasa hapo wananchi mara nyingi wanasema unasema kuna asilimia 98 lakini tumeenda tuandikiwe dawa. Ukienda kwa mfano kituo cha afya uh, Murieti unaandikiwa dawa alafu wanasema dawa kanunue kwenye pharmacy. Unajua, mm, ni kwa nini? Mm. Kwa sababu aina ya ugonjwa ambao umeandikiwa nayo dawa inawezekana dawa hiyo sio moja items kwenye kile kituo cha afya. Sasa inabidi wakurifaa kwenye nini? Kwenye sehemu dawa zinakopatikana. Lakini unaweza kwenda kwa mfano jana mimi nilipigiwa na mwananchi mmoja wa kata ya Kaloleni. Mm. Akaniambia bwana, mimi nimelazwa kituo mgonjwa wangu amelazwa kituo cha afya Kaloleni. Mm -hmm. Lakini sasa wanataka kutupeleka Mount Mount. Na sisi hatutaki kwenda kule kwa sababu kule gharama ni kubwa. Hapo wewe unajifunza nini kusaga? Hapa kinachotokea kina, kina kwamba ki, ki, kiwango cha huduma ambacho walitakiwa apewe yule bwana kwenye kituo cha afya cha Kaloleni mm -hmm. Hakipo, yaani sio moja ya zile items zinazopatikana pale okay. Sasa anapokuwa refer Mount Meru, ana kule, ni hospitali ya juu na matibabu gharama yake pia iko juu kutokana na aina ya nini ya ugonjwa wake mm -hmm. Lakini sasa mwananchi wa kawaida anashindwa kuelewa kwamba bodi nie mnasema dawa zinapatikana kwa asilimia tisini na nane na hapa mimi, nimeandikiwa dawa nikanunue. Inawezekana labda madaktari bwana wana hospitali zao, kwa hiyo sisi hapa mnatudanganya. Hapana, hawadanganywi, wanaelezwa ukweli, ni kwa namna nyingine. Unajua, ni kama kwa mfano ukienda kwa mamantilie, huduma inayopatikana kwa mamantilie labda ni wali nyama, wali maharage, wali kisambu na ugali mm hizo -hmm. ni items ngapi? Nne mm. Ukienda hos, hoteli ya kawaida kunaweza kukawa na pilau kukawa na chips na kadhalika. Items gapi? Sita. Ukienda hoteli kama Grand Melia, kunaweza kukawa na items 50. Mm. Sasa huwezi kwenda kutegemea kupata huduma ya Grand Melia kwenye nini, kwa mamatilio ndio. Mm. Mfano wake huo, kwamba vituo vyetu vya afya zahanati upatikanaji wa dawa huko hivyo kwa asilimia 98 mm. Lakini kwa items ambazo ziko pale ndani mm. Mara nyingi unakuta watu wanatudanganya wana, wana, wana kwenye dawa pharmacy. Sasa ndio mara nyingi changamoto inapotokea na ni wapi, ndio waandishi wa habari wa waelezeni watu kwamba. Ukienda kituo cha afya, huduma unayotegemea kupata ni tofauti sana na ukienda hospitali ya wilaya. Lakini ukienda hospitali ya wilaya, inawezekana ukakosa huduma fulani, kwa sababu pale pao haipo. Hiyo ndio mara nyingi huduma ya matibabu inavyotolewa. Okay.